asanteni sana. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi Dr Samia Suluhu Hassan na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kinachofatia sasa hivi ni salamu za mkuu wa mkoa mheshimiwa Albert Shalamila, karibu. Asalamu as aleikum. Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mufti na shehe mkuu wetu wa Tanzania na viongozi wote wa meza kuu, karibuni sana Dar es Salaam na ame, naungana na wenzangu wote kuwatakieni kila la heri katika siku hii muhimu sana Mheshimiwa Rais, kwa kweli ukumbi huu umependeza. Nilikuwa namwangalia mzee Kova nikasema hivi, ni yule yule aliyekuwepo hapa Dar es Salaam, naona kama watu wawili tofauti, lakini kumbe ni yule yule. Lakini kawa naangalia pia na kamishna wadhi, hadi unaweza ukaliteta jeshi la polisi bila kujua kama uliye naye ni polisi. Hii yote ni kwa sababu Mtume wetu ametuweka vizuri na hasa katika mwezi wote mtukufu wa Ramadhani na mpaka hapa tulipofikia sasa. Mimi Mheshimiwa Rais, wakati wote kwa siku 29 nimekuwa natembea na hii tasbihi nayo hapa nayo. Na pale nyumbani Mheshimiwa Rais, kila wakitaka kuniloga mimi nasema tu Allahu Akbar, Allahu Akbar Mheshimiwa Raisi, Mufti ameniweka vizuri sana katika kipindi chote hiki cha siku 29 ambazo tumekaa kufikia 30, na mpaka hapa tulipofikia ni neema kubwa sana ya mtume wetu. Mheshimiwa Raisi, neno langu tu la mwisho mwaka huu, kama wenzangu walivyosema tunakwenda, ni mwaka wa uchaguzi, na mara nyingi miaka yote ya nyuma tunapofikia mwaka uchaguzi, wa uchaguzi, wawekezaji na wafanyabiashara wote wakubwa huwa wanapenda sana kuwithdraw mitaji yao kwa kuhofia taifa kuingia kwenye machafuko. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wakuu wa mikoa wenzangu wote kwamba msiogope kuja kuwekeza Tanzania na wala msiogope kuja kuwekeza Dar es Salaam. Naomba niwathibitishie kwamba katika kipindi ambacho tumejipanga vizuri sana kuhakikisha amani iliyopo inaendelea kutawala na kuwa hivi ilivyo ni mwaka huu 2025. Lakini msingi wetu mkubwa sio tu vyombo vya dola hapana. Tumejipanga kuendelea kutoa elimu kubwa kwa Watanzania wote, na hasa wana Dar es Salaam na mali pengine kuhusu thamani ya amani na kulinda taifa letu. Hatuna baba wala mama mwingine wa kukimbilia tutakapochafua amani ya taifa hili. Lakini silaha yetu ya pili ni kutumia viongozi wetu wa dini na taasisi zote kuendelea kuhubiri yale ambayo yanazidi kutuunganisha sisi pamoja na taifa letu, na mwisho kuendelea kukuombea zaidi wewe, Mheshimiwa Rais, ili usichoke. Maana wakati fulani wapo watu wanaoweza kukatisha tamaa lakini tunaamini kabisa kwamba kwa kuwa wewe unamfahamu Mungu na wakati wote unamwomba Mungu, nasi tutaendelea kukuombea ili usichoke na, na uendelee kutuongoza kwa vile ambavyo Mungu ameweka baraka hiyo kwako. Baada ya kusema haya, nashukuru sana na asanteni sana. Linalofuata ni utambulisho, namwomba naibu katibu mkuu dini Sheikh Muhammad Khamis Saidi aje kufanya kazi ya utambulisho. Wakati huo huo, ajiandaye baada yake katibu mkuu wa CCT kwa salamu mbalimbali za taasisi nyingine za dini kwa muda tutakaompangia inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi mama yetu Dr Samia Suluh Hasan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti na Shekhi Mkuu wa Tanzania Dr Abubakar Zubair bin Ali, Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Zungu, Mheshimiwa jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma, Mheshimiwa raisi mstaafu mzee wetu wa amu ya nne mzee wetu Mheshimiwa Jakaya Kikwete, waheshimiwa wote mlioko meza kuu, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Nichukue fursa hii Mheshimiwa mgeni rasmi kuweza kuwatambulisha baadhi ya washiriki ambao tumeshiriki katika hafla hii adhimu ambao wamealikwa na mwenyeji wao Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa, tunao viongozi waandamizi wa, wa serikali ambao tumejumuika nao hapa. Tunaye Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ambaye ni waziri TAMISEMI. Mheshimiwa Adolf Mkenda, waziri wa elimu. Mheshimiwa Abdallah Ulega, waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, naibu waziri wa fedha. Mheshimiwa Jumaa Awesu, waziri wa maji. Mheshimiwa ana Makakala, kamishna mkuu wa uhamiaji. Tunaye mheshimiwa Abdul Majid Nsekela, mkurugenzi mtendaji CRDB. Tunaye mheshimiwa Yusuf Juma Mwenda, kamishna mkuu TRA. Tunaye CP Awadh Haji ambaye ni kamishna wa polisi operation na mafunzo. Tunaye mheshimiwa Abdurrahmani Nkondo, mkurugenzi Access Bank tunaye mama yetu Ashura Katunzi, mkurugenzi mkuu wa TBS. E, tunaye mheshimiwa Tarimba basi mbunge wa Kinondoni. Tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya za Kinondoni, Mbarali, Mbeya, Ilala, Temeke. Tunaye mheshimiwa el huruma Mabelia, mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam. Pia tunaye mkurugenzi wa mea Kinondoni, mea wa jiji wa, wa kinondoni Mheshimiwa songo, Songoro Mnyonge pia tunaye Mheshimiwa Omar Kumbi Lamoto, la Moto meya wa jiji la Dar es Salaam. Pia tunao viongozi mbalimbali wa serikali ambao wamehudhuria eh, katika hafla hii. Pia tunao waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali ambao wamealikwa hapa na wamehudhuria. Tunaye Mheshimiwa Triogo Satmiko, huyu ni balozi wa Indonesia hapa nchini tunaye Mheshimiwa Muhammad Abdullah balozi wa Sudani hapa nchini. Tunaye Mheshimiwa Becker Gezer huyu balozi wa Uturuki hapa nchini. Tunaye Mheshimiwa Muhammad Nika huyu ni balozi wa Irani hapa nchini. Pia tunaye Mheshimiwa Suleiman Haji Suleiman balozi wetu wa Tanzania kule UN pia mheshimiwa, tunao viongozi wetu wastaafu ambao wametumikia nchi hii pia wako hapa kwa muda mrefu. Tunaye Mheshimiwa mzee mze wetu mzee Rashid Othman dija ya es mstaafu. Tunaye mama yetu Hawa Ghasia, waziri mstaafu. Tunaye pia mama Mwantumu Mahiza, naibu waziri mstaafu. Pia tunao viongozi mbalimbali wa taasisi za dini ambao wameshiriki katika hafla hii tunaye Mheshimiwa Azim Deuji kutoka Shia Ithna Ashiriya tunaye Sheikh Alhad Musa kutoka mwenyekiti wa jumuiya ya amani na maridhiano Tanzania tunaye Sheikh Hamis Saidi Mataka pia tunao wajumbe wa Baraza la Ulama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania yuko Sheikh Ali Ngeruko Sheikh Hassan Chizenga Sheikh Musa bin Hemedi a wote ni wasaidizi wa Mheshimiwa Mufti. Pia tunaye Alhaji Abubakar Khalid, mshauri wa mufti na mdhamini wa baraza. Tunaye pia Alhaji Suleiman Kova, mzee wetu ambaye ni mwenyekiti wa wadhamini Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Pia tunaye ndugu yetu mkurugenzi wa mashindano ya waqorani BAKWATA Shekh Uthman Kaporo. Tunayo pia viongozi kutoka sehemu mbalimbali Askofu Paul Bendera, mwenyekiti wa kamati ya amani. Tunaye Reverend Mesha Kinyerere, askofu mkuu CCT. Tunaye Padre Clement Kio, mwakilishi wa katibu mkuu Teki. Tunaye Sheikh Ahmed Jalala, jumuiya ya mashia Tanzania. Mheshimiwa, pia mbele yako wako waislamu na viongozi mbalimbali mbali wa Kiislamu kutoka mkoa wa Dar es Salaam, kwa upande wa kina mama na kina baba labda pia nitumie fursa hii kwa, kwa, hey, kwa viongozi wa kita taifa wakiongozwa na mheshimiwa mama yetu Shamim Khan pamoja na mama Mariam Mtambo mwenyekiti wa Mheshimiwa mgeni rasmi itoshe kwa utambulisho huu. Mheshimiwa Mufti anawathamini wote walio aliowaalika alio na kuhudhuria.